Katika ulimwengu wa kitu kinaitwa AI ama akili mnemba, kwa jina lingine, akili bandia. to discuss ama tuichambue akili bandia moja inayotumika sana kutengeneza muziki, nayo inaitwa Suno AI. Sasa, Suno AI application yetu iko Play Store, inafanya vitu vingi sana. Moja kati ya vitu ambavyo inavyofanya vizuri ni kutengeneza muziki. Sasa inatengenezaje muziki? Kwanza, Suno AI inatumia akili ya bandia. Wewe unaipa tu maneno, alafu naiambia tengeneza wimbo, inatengeneza wimbo. Kwa mfano, ukiangalia hapa ukifungua kwanza hii application inapatikana Play Store. Ukidownload Play Store, unaiweka kwenye simu yako, ukiifungua itakuletea peji kama hii hapa sasa, hiyo nacho kufanya ni click kwenye hii button hapa chini hapa. Hii button hapa, una click hii button, halafu unaandika maneno kwamba wimbo tena kwa uh, Kiswahili kabisa wimbo mm, wa kumsifia, kumsifia mwanangu anaitwa Neema ambaye ame ame hitimu kidato cha tano cha sita, halafu nasema hivi u uh, uh, iwe hip hop <coughs> hip hop sasa, ubaya huu wa huu wimbo ni kwamba hip hop, wewe nitakwambia baadaye. Iwe hip hop, lakini nikwambie chakuandika uh, wimbo wa kumsifia mwanangu anaitwa Neema, ambaye iwe hip hop yenye vina vya kuvutia vya kuvutia. mm -hmm. vikitaja jina la yeah mara nyingi mara nyingi nyingi mara nyingi nyingi mwana. Sasa ehe, baada ya hapo, umeshatengeneza prompt yako unagusa neno create sasa. Hiyo AI itakachokifanya itakutengenezea wimbo wewe, wau, utakuchukua wimbo utaendelea kufanyia shughuli kufanyia shughuli zingine, itafanyia shughuli zingine huo wimbo. So ngoja itengeneze wimbo alafu nitakurudia. So naona imegoma, lakini kuna baadhi ya imegomba kwa sababu ya netwok kwenye simu yangu, lakini kuna baadhi ya mziki wtafiatengeneza ipo umu. Ubaya ni kwamba haiuziki, ukiuza YouTube, labda youtube uuze wanakuja wenye mziki wanasema mziki ni wetu, hiyo uwezi kuuza, hata kama tunga wewe hivyo. Ni jamani, kuna vitu vingi naani kuambia, osau kusbsrbe.